Kama tu ni kitenge ambacho ni cotton. Baadhi ya mabinti wamekuwa wakipitia changamoto mbalimbali wakiwa kwenye safari yao ya masomo. Baadhi ya changamoto hizo ni kukosa vifaa sahihi vya kujihifadhi pindi wanapoingia kwenye hedhi ama siku zao kama wengi walivyozoea kuita. Hali hiyo imekuwa ikiwafanya kukosa amani, washindwe kujiamini, lakini pia inaweza kuwa sababu ya kuwarudisha nyuma na kujikuta wakifanya vibaya katika masomo yao. Kwa kulitambua hilo, shirika lisilo la kiserikali la Edukaid lenye makao makuu yake Mikindani mkoani Mtwara wamekuwa wakitoa elimu ya hedhi salama kwa mabinti, wazazi na hata viongozi katika maeneo mbalimbali, ili kuwawezesha wanafunzi hao kujitambua, kuondoa ukuta wa aibu kati ya mzazi na mtoto, na pia kuwafanya walimu waongeze kasi ya kutoa elimu ya hedhi salama. Cha muhimu cha kwanza koto kama hichi. Siku ya Januari 19, 2026, shirika hilo limeendesha mafunzo kwa viongozi mbalimbali mbali wa serikali kutoka halmashauri ya Mji Nanyamba kuhusu hedhi salama kupitia mradi wao wa heshima. Mafunzo ambayo yamefunguliwa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo ya Mji Nanyamba, Bi Zainabu Mgomi. Mwandaji wa kipindi hiki maalum ni mimi Karimu Faida kutoka Faida Online TV, naamini haya mafunzo yatatusaidia. Watoto wetu watapeleka ujumbe, na sisi wenyewe huku tutapeleka ujumbe kwa wanajamii, kwa maana unaweza ukakuta kwamba mtoto akiingia katika siku zake anaambiwa sasa, usiende shule. Sasa you can imagine, mtoto aendi shule Jumatatu hadi Ijumaa, yani siku tano hizo ndo siku chache, tunaweza tukasema mwingine saba ngapi, aende mpaka awe vizuri, ndo aende. Ndo maana wana Edukaid wametuletea, hedhi sio kikwazo. Hedhi ipo, huo ni mzunguko wa kila mwezi. Kwa mwana funzi kusoma, comfort yake, so kwa mwanafunzi ataendelea kusoma, atakuwa yuko comfortable na masomo yake, sio kwamba ndio kikwazo. Mimi nipo ni katika hedhi, basi siwezi kufanya chochote hapa, siwezi kusoma, siwezi kusoma. No. Kwa mimi niwashukuru na niwakaribishe na niwaombe uh, watumishi ambao tupo hapa kutoka kwenye idara mbalimbali, elimu, maendeleo ya jamii na kadhalika leo tu. Haya, Emanuel Sanga ni mkurugenzi wa shirika hilo la Edukaid. Hapa anatusimulia kidogo kisa cha binti aliyechana pazia la chooni ili aende akajistiri. Inafikirisha. Nilikuwa tunaanza kutafuta mjenga wa kwanza. Nilikuwa natumia choo cha nje maslaki ilikuwa na milango ya kuja kapasia mimi kwa nini kitenge chakao cha mke wangu nilikuwa natumia kama mlango. Kuna siku ni mmoja nilikuwa kitenge chini nimekata kiki kaza sio, nimekaa ndani naona kwa dirishani, nikaona mtu wa kazi wa jirani amekibia amekuja pale amechana kile kitambaa akakikunja akaondoka nacho sasa. Jasi mimi kitambaa kilichoko kwenye uh, msala nje mende wanakusa enzi alafu vumbi za kila namna. Sasa mtu amekishukua na kutumia. Binti Ali Mfangavo ni meneja mradi wa mradi huo wa heshima hapa ambara nafasi ya kuelezea kiundani kuhusu mradi huo. Leo hii tuko katika mafunzo katika halmashauri ya mji Nanyamba, ambapo tumeweza kuzifikia kata kumi na saba za halmashauri ya mji Nanyamba katika shule kumi na saba katika kuweza kuondoa vikwazo vinavyomkwamisha msichana kufikia ndoto zake za kielimu za na mradi wetu huu wa heshima umejikita zaidi katika kuondoa vikwazo vinavyosababishwa na swala zima la hedhi kwa kuhakikisha kwamba binti anapata hedhi iliyo salama. Na kupitia mradi huu wa heshima tuliuanza katika manispaa ya Mtwara Mikindani na halmashauri ya Mtwara vijijini ambapo tuliweza kufikia zaidi ya wasichana elfu saba. Na wakati tukifanya utekelezaji wa mradi huu katika halmashauri hizi mbili, tuliweza kupokea maombi mengi sana kutoka halmashauri ya mji wa Nanyamba kutokana na vikwazo vingi ambavyo wasichana wanakumbana navyo kufikia ndoto zao za kielimu. Na leo hii tumeweza kufanya mafunzo na maafisa ngazi ya halmashauri katika idara ya elimu, maendeleo ya jamii stawi wa jamii dawati la jinsia, na idara nyinginezo nyingi katika halmashauri ya mji Nanyamba. Lakini kipekee kabisa tumepata fursa ya kipekee kabisa ya kuwa na mgeni rasmi ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji Nanyamba, Mheshimiwa Zainabu Mgoni. Tunamshukuru sana kwa kuwa mgeni rasmi katika siku ya leo, ambapo ameweza kabisa kusisitiza kwamba hezi isiwe kikwazo, kwa sababu msichana anaweza na ana thamani ni mategemeo yetu kwamba kupitia mradi huu sasa unaenda kutoa suluhisho la changamoto mbalimbali zinazomkwamisha msichana kufikia ndoto zake elimu hususani masuala ya hedhi kwa kuhakikisha wasichana wa halmashauri ya mji Nanyamba wale wanaosoma shule za msingi wanapata vifaa sahihi vya kujistiri wanapokuwa katika hedhi lakini vile vile wanaweza pia kupata elimu stahiki itakaowawezesha wao kuweza kuweza kujitambua na kujithamini kama wasichana, ili kuweza kufikia ndoto zao kwa wepesi zaidi. Lakini mradi wetu huu una kitu cha kipekee vile vile. Mradi wetu huu unakuja na pedi za kufua, lengo letu ni kwamba kuhakikisha tunaondoa vikwazo vyote vya hedhi, ambapo tutaweza kuwapatia ujuzi wasichana kuanzia darasa la nne paka la saba namna gani wanaweza kutengeneza pedi hizi za kufua kwa kutumia malighafi zinazopatikana katika mazingira yao ya kila siku kabisa lakini vile vile tunategemea kuwepo hapa kwa muda wa siku sita tukiendelea kutoa mafunzo kwa maafisa ngazi ya kata pamoja moja na walimu katika shule husika kumi na saba tunazofanya nazo moja kwa moja kwenye mradi huu. Lakini vilevile hatuishii vile kwenye shule kumi na saba tu kwa sababu halmashauri ya mji Nanyamba ina shule zaidi ya sabini tuna mategemeo yetu kwamba kupitia maafisa ambao tumefanya nao mafunzo leo, wataenda kuhakikisha kwamba modali hii inayotumika katika mradi huu wa heshima inaenda kuwanufaisha wasichana wote wa shule za msingi katika halmashauri ya mji wa Nanyamba. Kwa majina naitwa Mwalimu na mkuna Samdi Chinanda, afisa a elimu watu wazima, nayeshughulikia afya ya wanafunzi mashuleni mafunzo haya ya leo ya hedhi kwa wanafunzi yatawasaidia wanafunzi kuhakikisha kwamba wanahudhuria ya masomo yao kwa muda wote hata wanapokuwa kwenye hedhi zao. Kwa jina anaitwa Mwanahamisi Sefu na Mbunga, ni mkuu wa kitengo cha elimu maalum Dinyecha. Miongoni mwa vitu ambavyo tumejifunza ni pamoja, pamoja na kuangalia namna gani tunaweza kutoa elimu kwa jamii, ili wao nao waweze kuwa mstari wa mbele kushirikiana na uh, watu wengine kwa ajili ya kuelimisha wanafunzi hususani wasichana ili waweze kusoma pasipokuwa na vikwazo, kwa sababu inapelekea katika jamii mbalimbali mbali, wanakuwa na mtazamo tofauti kuhusiana na swala la hedhi. Kwa hivyo tukishirikiana wote, wadau wa elimu pamoja na jamii kwa ujumla, tunaweza kutengeneza kitu kizuri kwa wasichana wakaweza kujifunza na kuweza kuinua taaluma ambazo wanatakiwa wazipate kama watu wengine. Kwa majina naitwa Joseph Mwaskanda, ni afisa ustawi wa jamii halmashauri ya mji wa Nanyamba. Katika halmashauri yetu naona kwamba bado tumekuwa na changamoto ya wazazi katika kuandaa watoto ili wanapofikia katika hadhi ya kuwa katika mazingira ya hedhi waweze kujitathmini na kuweza kujiandaa katika mazingira ya kila siku, na hii imetokana na changamoto za kimtazamo ambazo zimekuwa zikichangiwa na masuala mazima ya mila, desturi na mitazamo bado kwa wazazi imekuwa ni hofu kuweza kuambia watoto wao juu ya masuala mazima ya afya ya uzazi hususan swala zima la hedhi salama kwa wanafunzi. Naitwa Chipegwa Chisonjela, ni afisa maendeleo ya jamii, nafanya kazi katika ofisi kuu ya mkurugenzi, na nashukuru sana Edukaid kuja kwetu halmashauri ya mji Nanyamba kuanzia sasa wametusaidia sana watoto wetu kwenda kuanza kujitambua. Sasa baada ya hii elimu watoto watajitambua. nam mtazamaji wa Faida Online TV, kwa mafunzo haya yaliyotolewa na Edukaid leo hapa Nanyamba, wewe mzazi mama, utashindwa kukaa na binti yako kweli na kumpa elimu kuhusu masuala ya hedhi salama? Lakini wewe baba, utashindwa kumfuata binti yako na kumwambia masuala mahususi kuhusu hedhi salama, ama utashindwa kumnunulia taulo za kike pale unapofika muda wake, sidhani kama tutaitumia elimu hii vizuri. Tunaenda kuwasaidia binti zetu, na hivyo wataweza kuhudhuria vizuri masomo yao na kuwapelekea kuwa na ufanisi katika ufaulu. Mpaka kufikia hapo, nimefikia tamati. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, nikukumbusha kusubscribe kwa like na comment yetu, ili endelea kupata habari zetu. Hakika sisi ni watafildi asante na kwa heri.